Swala la vyombo vya habari vya Tanzania kunyimwa uhuru wa kuripoti taarifa wanazotaka kuziripoti kwa nafasi yao limetajwa sana toka Oktoba 29 hususan baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania kufanyika. Taarifa zote ambazo zilikuwa zinatolewa zilikuwa zinatolewa kupitia kituo cha TBC one ambacho ni kituo cha kiserikali, lakini vituo vingine ambavyo vinamilikiwa na watu binafsi na vituo pia vya kutoka nje ya Tanzania, kwa maana ya vyombo vya habari walikuwa wamezuiliwa kutoa taarifa sababu kilichokuwa kinaendelea Tanzania kilikuwa kama kinaleta picha mbaya kwa taifa la Tanzania. Wengi wamelalamika sana kuhusiana na vyombo vya habari kukaa kimya na kufumbia macho suala zima la maandamano. Lakini sasa kupitia um, ripoti ambazo zimekuwa zikipokelewa na baadhi ya watu ambao wako ndani na nje ya Tanzania, ni kwamba vyombo vya habari vya Tanzania hawana uhuru kama vyombo vingine kuripoti masuala ambayo yanaendelea Tanzania. Sasa serikali ya Samia Suluhu Hassan Ametoa angalizo. Na polisi Tanzania, jeshi la polisi nchini Tanzania umetoa angalizo kabisa kwamba mtu yeyote ambaye atakutwa aki, a, sambaza picha na video ambazo zinahusiana na masuala ya maandamano, basi atakuwa amefanya kosa la jinai na ni uh, kosa ambalo atakabiliwa kisheria. Sasa vyombo vya habari vimeanza kuripoti, lakini kikubwa ambacho nakiripoti ni kuhusiana na Rais Samia Suluhu Hassan na swala la uapisho peke yake. Hamna kituo hata kimoja ambacho mbacho kimezungumzia swala zima la maandamano vifo ama idadi ya watu ambao wamefariki katika maandamano haya. Sasa hii inaonyesha kabisa kwamba ni ugumu kuweza kupata taarifa za kina, taarifa za kweli, taarifa za kuaminika kupitia vyombo vya habari. Kifupi ni kwamba vyombo vya habari vimepoteza uh, wa wananchi wamepoteza imani na vyombo vya habari vya Tanzania, sababu hakuna hata mmoja mpaka kufikia ufikia muda huu hapa ambaye amepost chochote ambacho kinahusiana na swala zima la maandamano sasa. Kuna ripoti ambayo ilikuta nayo inasema kwamba, midia za Tanzania, damu za wananchi zitabaki mikononi mwenu kwa kukaa kimya wakati serikali ilikuwa inahusika katika kuwaua waandamanaji na usio bana. Lakini pia kwa upande mwingine, mtangazaji wa kituo cha Clouds Media ambaye alijulikana kama Master Tindwa amefariki Oktoba 30, baada ya kupigwa risasi na askari polisi. Ndio ripoti ambazo zipo japokuwa hazijathibitishwa, lakini uh, ripoti za kutoka mitaani zinasema kwamba uh, mtangazaji huyo wa Clouds uh, Media Master Tindwa Mtopa ambaye alifariki tarehe 30 Oktoba mwaka 2025 alifariki majeraha ya kupigwa risasi ambazo zilikuwa zimehusika pia kwa wananchi wengi ambao walikuwa wakishiriki maandamano ya uh, toka tarehe 29 Oktoba. Sasa Clouds Media Group bado imetoa taarifa kwa ya msiba na ratiba ya mazishi lakini haijatoa maelezo kuhusu chanzo cha tukio hilo. Mara nyingi msiba wote ukitokea au ni msiba wa mtu maarufu lazima chanzo cha kifo chake kitajwe, lakini hamna mali hata pamoja ambao utakuta Clouds Media umetaja chanzo cha kifo cha huyu mtangazaji wao ama mfanyikazi wao. Hii inaonyesha kabisa kwamba uhuru wa vyombo vya habari bado umepigwa stop. Maoni yako pia pale chini kwenye comment section.